Unajua mdogo wangu, vipi, nimekaa nimefikiria, nikaona bora swala shule sasa hivi, ebu wachana nalo, sababu kama unavyojua mimi hapa sina kazi maalum. Kazi yangu mpaka nikabe niibe, ndio nipate hela, ushaona. Na juskati tu kama unakumbuka umeniletea barua hapo mitiani, hujafanya mitiani kwa sababu ya ada. Kwa hiyo sasa nimefikiria nikaona, wewe hachana na habari za shule. Yani kama vipi wewe, hizo barua ulizoletewa hapo, kanseli kuhusu shule, tuingie wote mtaani, tusalandie wote. Mi kazi yangu mi sina kazi maalum kazi mjini hapa -hmm. mpaka nikabe nipate hela nikusomeshe wewe. Sasa ukinitegemea mimi, muda mwingine nakosa Kanseli habari za shule, itabidi tuinge wote road, tufosi tukabe, tuibe, tupate hela, tupate, like, itukize hapa mahitaji, maana kama unavyojua, wazee wetu wamefariki, lakini hawajatuachia kitu chochote, hawajatuachia nyumba, zaidi ya kupanga tu, naisha ya kupanga kwenye majumba ya watu. Ni hilo sawa blaza? So, hmm, katika hilo jambo ambalo unaongea nimefaidika nalo, tena hatari Kumbe mda wote umekaa unazunguka tu mbuyu, sasa ah, mbona kuniambia tu muda brother? Ah, mimi nashukuru kama umelipokea hilo jambo, nashukuru maana ili mradi tu nitoe umzigo tu, ila kazi zangu kama wanakusijua mdogo wangu hapa mjini, hapa taoni, sina baya eh. Yaani akitokea boya wote kichochoroni nakandamiza nakanyaga naponda. Kwa hiyo sasa usiye legeleja akipotea akitokea boya boya mmoja tunamsalandia, yaani kuhusu shule kan mbali sana, sababu tutakuwa utasaidiana wote kulipa kodi na nini oh, ni na nini. Kwa hiyo ni hiyo. Mimi nakubaliana na hilo wazo lako. Tutakodi pamoja au unasemaje? Kwanza mdogo wangu, mimi nashukuru sana nakunisikiliza na kunipokea ombi langu, maana utakuwa umenisaidia kwa kiasi fulani, maana mzigo utakuwa umenitua, sababu mimi kuhusu masuala ya shule mimi nilipeada kuhusu maswala ya pango hapa, na kama unavyojua wazee wetu hajaacha nyumba kuna jitegemea. Kuhusu maswala ya kodi shule, wewe kwa hiyo kama umekubali ume kuacha shule usalandie mtaani fresh. Sasa, mdogo wangu, haina haja kupoteza saa hizi kwa, kama vipi, kama umejipanga fresh, kazi tuchukue, hakuna muda kusubiria tena, tuinuke. Mbona unaziba njia eh? Nikienda huku narudi huku, nikirudi huku naenda huku. Nataka nini? Leo umeingia katika anga, sio? Leo umeingia katika anga, sio kabisa. Vipi jamani, mbona siwelewi? Kule nimekutana na mkaka na wewe unakutana naye, kuna tatizo gani? Hebu niambieni, waambie wangu so. Njoo kwanza, ngoja tumsomee kesi kwanza, tukusomee kesi kubingwa. Hivi umeniona nimekaa pale nimetulia, na maana mimi kisiki pale nimekaa, kwamba ni umepita hujanisalimia chochote, si ndo maana yake? mambo mengi kuna vitu unaviwaza kichwani. Nisameni sana kaka zangu. Wewe asonje hivi, katika mtaa wetu laiti kama angetokea mgeni lazima tumjue. Hivi dada akatokea wapi? Wewe unaweza kumjua au kama katokea wapi? blaze u njiwa mgeni, hata mimi mwenyewe simjui alipotokea. Nakwambia yaani njiwa mgeni kabisa, simjui alipotokea, ila tumfai chochote kile anachokijua wewe. Au unaonaje jamani, kaka zangu? Mimi ni kweli ni mgeni lakini, kwa naimaanisha kwamba mtu mgeni ndio ufanyie tukio oh, hichi kitaa cha wanaume ujue, hakuna hakuna mwanamke yote anaopita hichi kichochoro zaidi ya kwako wewe, afu kitaa hicho anakiogopa. Hakuna mtu yote mgeni akiingia huko, hatumjui sawa au sio? Sonje ni hivyo brother? Eh kwanza una una nini na nini? Hamna kitu. Wewe sio nje hebu msachi kwanza. Wewe mwanamke mtoto wa kike. Hatutaki tukujeruhi au tukufanyie jonge. Ngekuwa mwanaume mwenzetu kweli. Hapo, kuchana chana viwembe hiyo mwanzo na mwisho. Sasa, mwanzo na mwisho sasa, hebu chukua hapo, chukua hapo, potea potea, oya, potea basi, usitujazie mzi saa hizi, ujue watu tushachafukwa hiki <tipi> kitendo. <tipi> <tipi> kuninyang'anya <tipi> mali zangu na ahidi. Wewe usitutishe, sisi wenyewe wauni <tipi> kitambo <tipi> ujue yaani lijiji tangia linaanza sisi ndio kitambo tumezaliwa hapa hapa kwao. Sikutishe, uwe mtoto wa kike, sio mtoto wa kiume ujue. Yaani vivyo vyote vile freshi, ungekuwa ungekuwa mtoto wa kiume kweli, tungekuchanachana na viwembe, lakini hauna kovu, umekuchukulia mtoto wa kike kwao, tembea

<laughs> ni matatizo, kila matatizo, wapinzani wanapata tabu. <laughs> <laughs>

Mesikia anavyosema, mmesikia vijana, mwanzo na mwisho. mswa kabatumswa jua sio kila mtu anapita barabara mataa kumkaba, mtageuza vibwengo. Umesikia kijana? Haya, ondoke.

Ulie tena siku nyingine, mambo yenu yakabakabasa kama majini. Angalia.